Nakuchukia sana wewe, nakuchukia mama, sitakaa kuja kukupenda mpaka maisha yangu yote Sofia. Kila alipomkumbuka baba yake alijikuta anapata uchungu sana, kwa sababu baba yake aliaga dunia wakati akiwa mdogo sana. Alihitaji mwongozo pamoja na ushauri wa baba yake, lakini ndo basi tena, hayupo tena duniani. Ilikuwa ni familia ndogo ya watu wanne, walizaliwa watoto wawili tu, yeye pamoja na kaka yake aliyeitwa Musa. Mama yao aliitwa Pamela na huku baba yao ambao kwa bahati mbaya alishafariki dunia alikuwa kiitwa Mr. Ndosi. Baada ya kifo cha baba yao, mama yao alibeba jukumu kubwa sana la kuendeleza biashara, makampuni, pamoja na kila kitu alichomiliki mumewe. Alijitahidi sana kumuhudumia Sofia pamoja na Musa wanawe, alijituma kuhakikisha hata masomo yao hayaishii njiani, bili za nyumba zinalipwa kwa wakati, chakula kinapatikana, pamoja na kila kitu kilichohitajika Sofia kuwahi kudhani kwamba ipo siku ikitokea uhusiano weye na mama yake ungebadilika sana, hata kumchukia mama yake kwa kiasi kikubwa sana, pale alipokutana na kijana aliyetaka kumwoa baada ya yeye kupata kazi alipomaliza chuo kikuu. Akiwa mfanyakazi mdini ofisini, Sofia alikutana na kijana aliyemvutia sana aliyeitwa Kelvin. Urafiki wao ulianza taratibu, baadaye ukakuwa mpaka ajikuta wanapendana sana. Walikaa muda kidogo, na baada ya mwaka mmoja, Kelvin alipendekeza aje kujitambulisha nyumbani kwa kina Sofia. Basi Sofia alifurahi sana, aliamua kuchukua simu na akampigia mamake juu ya ujio huo. Mamake naye alikubali kijana aje kujitambulisha. Siku ilipofika, kijana alikuja na marafiki zake wachache, walikaribishwa vizuri tu. Sofia kashukuru kuona mamake anatabasamu, aliona kabisa pameanza kuchangamka. Basi alisimama akatambulisha wageni na baada ya muda kikao kilianza. Basi Kelvin alifunguka juu ya nia yake ya kutaka kumuoa Sofia. Kelvin alijielezea vizuri sana. Basi akawa amemaliza kuongea, akawa anasubiri jibu kutoka kwa mama. Mama Sofia alisema, kwa kweli nimewasikiliza, lakini majibu yangu atakuwa tofauti na nyie. Sidhani kwa sasa kama itawezekana, maana mwanangu ameanza kazi juzi juzi tu. Ngempa angalau hata miaka minne. Kijana alishangaa sana, marafiki zake walitazamana bila kuelewa. Sofia alisimama, "Mama unaongea nini wewe? Kwa nini unakataa mwanao nisiolewe? Unataka kukaa hapa na mimi mpaka lini?" Mama Sofia alipomaliza kuongea, hakuona sababu kabisa ya kuendelea kukaa hapo sebleni. Akawaacha, akaingia chumbani. Sofia alilia sana kila alipokumbuka mipango yao kufunga ndoa. Kelvin alimbembeleza, akamwambia, "Sofia, tusikate tamaa, tutafanikiwa katika hili." Basi Sofia alimfuata Musa kaka yake huko akilia sana, akamwambia, basi sema kitu manake wendo kama baba wa familia. Alijibu, alichosema mama ndicho msimamo wangu na ndio msimamo wa familia. Hivi kaka Musa, na wewe upo upande wa mama? Nilijua ndo msimamo juu ya hili. Kama baba wa familia alimwangalia, kisha akamfuata mama yake. Sofia alibaki mwenyewe analia, moyo wake ukiwa umevunjika sana. Siku hiyo alibaki na siri moja nzito, tayari alikuwa ni mjamzito lakini mama hakuwa anafahamu. Usiku ulifika, Sofia hakutulia kabisa aliamua kwenda kumweleza mamake ukweli. Mama, lazima ukubali tufunge hii ndoa, hapa unaponiona nina ujauzito. Wewe kijana, tafadhali tusaidie tufunge ndoa ili nisiyaibike mama. Mamake alimjibu bila kuficha, hiyo mimba naomba uitoe, kama kwenye maisha yako uwezi kufunga ndoa na huyu kijana asiyejitambua. Unatuletea mikosi tu kwenye familia yetu. Kwa nini lakini basi Sofia alilia zaidi. Alikumbuka maneno ya baba yake ambao aliwahi kumwambia enzi za uhai wake, kama akikwama asisahau kumpigia mwanasheria wao wa familia aliyeitwa Mr. Remy. Basi siku hiyo hiyo usiku, Sofia hakusubiri kitu, akiwa kitandani, machozi yakimtoka, alichukua simu na akampigia Mr. Remy, akamweleza shida yote. Mr. Remy alimsikiliza huku akilia, akamuuliza mamako ana tatizo gani? Hebu naomba mpe simu niongee naye. Sofia alikuwa na hofu kubwa sana lakini, mwanasheria alimsisitiza asiogope. Basi Sofia akampelekea mama yake simu. Mama alishangaa kuona ni Mr Remy. Basi aliingia chumbani na akajifungia huko akiwasiliana. Walipomaliza, mama alirudi sebleni akiwa na furaha. Alimwambia Sofia, fanya maandalizi yote ya ndoa, ila sendoofu sikushauri ufanye. Nitakufanyia tu kitchen party na nitakupa zawadi siku yako ya harusi, ya itakuwa ni kubwa sana. Sofia alifurahi sana. Basi baada ya muda kidogo, kitchen party kilifanyika vizuri, mama alihakikisha kila kitu kipo sawa. Ilipofika Jumamosi, siku ya harusi, walipanga kukutana kanisani mapema sana ili shughuli zingine za harusi zifanyike kwa wakati bila kuchelewa. Sofia alifika kanisani akiwa amevaa shela la harusi inshuti, alikuwa kapendeza sana. Sofia aliingia kanisani akiwa na mama yake pamoja na kaka yake, ambao pembeni walionekana kumsindikiza. Basi aliingia kanisani kwa utaratibu wote, na kwa mbali aliona wazazi wa mumewe. Basi taratibu alitabasamu, lakini mpaka muda huo mume wake mtarajiwa alikuwa bado hajatokea. Masaa yalipita akatokea, kila mtu alianza kupata wasiwasi, wakiulizana, atakuwa wapi mume wake anayetaka kumuoa? Mbona mpaka sasa hivi hajafika hata kanisani? Binti aliomba simu yake, ghafla ikatokea message, sitakuja kufunga ndoa na wewe, naomba unisamee sana kwa ili ya kuonana Ujumbe ule ulimpiga kama radi, alidondosha simu akakimbia, huku gauni lake akiliburuza. Wazazi wa Kelvin walilia sana, wakimtafuta mtoto wao bila mafanikio. Saa zikapita, padre akasema pengine hata kuja kabisa. Usiku ulifika bila Kelvin kuonekana, basi ilibidi watu wote watanyike kanisani na Sofia naye alirejea nyumbani, huku akiwa amechoka sana. Alivua gauni lake huku akibubujikwa na machozi. Mamake alifote akamwambia, wewe ni kiburi sana kama ungenisikiliza haya yote yasingekupata. Umeona hii aibu sasa uliyomtia leo, pambana mwenyewe. Hata hiyo mimba kama unataka kuitoa, bado hujachelewa. Sofia aliumia sana, akasisitiza, siwezi kufanya hicho kitu kabisa. Baada ya muda, alirudi kazini akiwa na majeraha ya moyo. Wengine walimuonea huruma, wengine walimcheka. Alivumilia tu kwa sababu alihitaji kipato cha kumlea mtoto wake aliyekuwa tumboni. Mama na kaka yake walianza kufanyia maisha magumu Sofia maneno makali mara kwa mara, lawama zote zilikuwa juu yake. Mwishowe Sofia aliamua kuwama kabisa pale nyumbani kwao, akatafuta chumba chake ili apate utulivu. Baada ya muda kidogo tu, Sofia alifanikiwa kujifungua mtoto wa kike, na miaka minne ilipita huku akiendelea kumhudumia mtoto wake mwenyewe. Na wakati huo Sofia alikuwa akifanya kazi ofisi ile ile aliyopata mara alipomaliza chuo. Sasa bosi wake, mtu ambaye alikuwa mpole na mwenye heshima kwa wafanyakazi wake wote bado alikuwa ameoa. Siku moja bosi alimuita ofisini akamweleza, "Dereva wangu leo anaumwa. Naomba unisaidie lift ya kunifikisha nyumbani." Sofia kusita alikubali kumsaidia bosi wake. Njiani bosi alianza kumkumbusha Sofia wakati mgumu aliyowahi kupitia. Ule wakati alioacho kanisani na baba mtoto wake. Maneno yao alimsononisha sana Sofia. Alijikuta akibubujikwa na machozi lakini akajikaza kuendesha gari. Ndipo bosi wake akamwambia, "Mimi nimekupenda sana na nitaendelea kukupenda Sofia." Naomba nikubalile tufunge ndoa na wewe. Sofia alishindwa kuendelea kuendesha gari kwa ujasiri kama mwanzo. Basi baada ya muda kidogo, bosi wake alifika na Sofia akaondoka. Alihangaika kutafuta parking pembeni ya barabara apaki kidogo ili atulize mawazo. Alikumbuka uchungu aliopata pindi alipoacha kanisani siku ya harusi. Alijiuliza jinsi gani mamake na kakake wangempokeaje mtu mwingine mpya aliyejitokeza kumuoa. Alihisi aibu sana kwa sababu bosi wake alimwambia hayo wakiwa wanafanya kazi ofisi mmoja. Alikuwa anamwonea sana aibu, akujua ngelezaje. Basi baada ya muda kupita, siku moja bosi wake alimwambia Sofia, Jumatano ijayo nitafika nyumbani kwenu pamoja na mshenga wangu. Naomba umwambie mama yako pamoja na, na kaka yako kwamba nitafika hivyo, ujiandae kwa ugeni. Basi Sofia alikuwa kwenye mshangao mkubwa sana, alikosa maneno kumjibu bosi wake kabisa. Alijikuta akitoa machozi na huku bosi wake akimfuta, alimwambia ninakuahidi, hakuna kitu kitakachozuia basi waliendelea na kazi kama kawaida, lakini Sofia akuwa kazini kabisa, mawazo yake yote yalikuwa kwenye hiyo Jumatano inayokuja. Basi Sofia kaamua jitose tu, mchana wake akampigia mama wake simu na akampa taarifa kwamba amepata mchumba mpya anatarajia kumleta nyumbani kuja kujitambulisha. Mama yake hapo hapo alishtuka, aliongea kwa ukali sana, alimwambia, sijui kwa nini unarudia tena masuala ya ndoa wakati nishokataza kabisa. Hivi wewe ukomi ukumbuke yaliyokutokea? Sitaki kumuona mtu hapa nyumbani kwangu, nakwambia. Sofia alikata simu na alijikuta akilia kwa machozi mengi sana kwa sababu ya mama yake kumkatalia tena. Haikuchukua muda mrefu, Jumatano ikafika. Bosi akaamua kwenda nyumbani kwao akiwa ameandamana na wa washenga wake. Wakati huo, mama Sofia ndiye aliyetoa maamuzi yote ya familia maana babao alishafariki muda sana. Basi walifika, waligonga na mlango na mama Sofia aliofungulia. Alipoona tu, alijua kwamba ndo wao washenga waliokuja kutoa mahari. Aliwauliza, mnataka nini? Samani mama, tunaweza kuingia ndani tukazungumza kidogo. Ndani kwa nani? Mnijinga hapa, semeni shida yenu, nawasikiliza hapa hapa. Aliongea mshenga, mama, nadhani binti yako alishakupa taarifa za ujio wetu. Tumekuja mama, ili kuweka taratibu zote sawa. Aha, eh? Kumbe ndo nyie mnaompa kiburi Sofia. Nasemaje? Sipo tayari kabisa kuongea na nyie wauni wakubwa. Mwanangu awezi kuolewa na mtu kama wewe. Naomba mtoke nje kabisa, nitawaitia mwizi hapa sasa hivi lakini mama, ungetusikiliza kidogo tu. Nasema toka, siamtaki kuondoka. Eh, ngoja nipige simu polisi nitoe taarifa waweze walikuja kuniibia. Endeleeni kukaa hapo hapo niwaoneshe. Basi bosi na mshenga wake waliposikia mambo polisi, ilibidi waondoke hapo hapo, maana hawakutaka kabisa kupoteza muda. Baada ya dakika chache, mama Sofia akampigia simu Sofia. Alimfokea sana kwa maneno makali, Sofia, unaleta uhuni nyumbani kwangu, unataka uwe na familia ya vitabangi eh? Mbona nimekulia katika mazingira mazuri sana? Kwa nini unashindwa kujitambua wewe? Sofia alikata simu na alilia sana. Kwa nini aliona jaribu lilo kuja mara kwanza limejirudia tena kwa nguvu? Alilia sana Sofia. Alisema, "Nifanyeje jamani? Kwa nini mimi nimemkosea nini mama yangu mpaka nalifanyia haya yote?" Hapo hapo alimkumbuka mwanasheria wake. Yule yule aliyowahi kumsaidia, alimpigia mwanasheria na akamwelezea kila kitu kilichotokea. Basi baada ya muda kidogo, mwanasheria alimuita ofisini Sofia na alimuuliza, "Huyu bosi wako unampenda? Je, na yeye anakupenda?" Basi Sofia alijibu bila kusita, "Ndio tunapendana sana." Mwanasheria alimpa ushauri, "Kama ndio hivyo, basi mnapaswa kuandaa hii ndoa kimya kimya. Mama ino asijue kabisa juu ya hili. Maana yake ataleta tena pingamizi." Basi baada ya muda kidogo, Sofia alirudi kwa mchumba wake, alimueleza kila kitu, walikubaliana. Siku zilipita, na alivalishwa bedi ya uchumba. Kesho yake mama yake akapata taarifa, alimwandikia tu message, safari ya kutaka kupiga simu kabisa. Alimwambia Sofia, kama unajipenda naomba ukatae hiyo ndoa, la sivyo kilichokupata mara ya mwisho kitakuwa mara mbili yake. Sofia naye alimjibu this time around, mama, utashuhudia kwa macho tu. Siku ya harusi ilipokaribia, basi mchumba wake aliumwa ghafla na alikimbizwa haraka haraka hospitalini. Sofia ikiwa wamechanganyikiwa juu afanye nini, aliona kabisa kwenye maisha yake yeye ya hajaandikiwa ndoa na Mungu, alipoteza kabisa matumaini. Lakini baadaye dakika chache, daktari alikuja na kampa taarifa nzuri, akamwambia hali yake ni nzuri, anaweza akarudi nyumbani. Basi walirudi nyumbani na waliendelea na mipango ya harusi. Siku mbili kabla ya ndoa, ghafla mchumba wake alizidiwa tena, akapelekwa hospitali na akalazwa. Basi Mr. Remy aliyekuwa mwanasheria babake aliposikia hayo ayo, tena ilibidi ampigie simu Sofia, na alimwita haraka haraka aje ofisini. Hapa ndipo alimweleza ukweli wa kila kitu. Alimwambia, kuna ukweli mkubwa sana upo nyuma ya mambo haya yote. Je, upo tayari kuusikia au nikusubiri mpaka ufunge ndoa? Sofia alimwambia Mr. Remy, naomba niambie kila kitu yanayoendelea kwenye maisha yangu sasa hivi siyaelewi kabisa mimi basi hapo hapo mistarimi akafichulia Sofia siri zote, na alimwambia mama yako alisha kupata ujauzito na mwanaume mwingine akiwa ameolewa na baba yako, kisha akamdanganya mtoto ni wake. Baada ya miaka kupita, baba ako alishtukia kabisa, kuna vitu aliviona hakuvielewa zilionyesha kabisa mtoto sio wake. Basi aliamua kufanya vipimo vya DNA, alibaini kwamba mtoto si wake, ambaye ni huyo kaka yako Musa, kisha akakupima na wewe akathibitisha kwamba wewe pekee ndiye mwanae wa damu. Aliamua kuandika mirathi kabla hajafariki. Mamako atapata asilimia tano, kaka yako Musa atapata asilimia tano, na wakati wewe utakapoolewa, basi mtapata zawadi na mumeo ya asilimia tisini ya mali kwenye siku yenu ya harusi. Alitamani zaidi aitoe mwenyewe kama angekuwepo, lakini usijali, maagizo yote yaliniachia. Alisema kama hata kuwepo, basi mimi nitakuja kumwakilisha na nitawakabidhi hizo asilimia tisini siku yenu ya harusi. Ni wewe peke yako ukulijua hili lakini mama yako pamoja na kaka yako Musa wao walijua kweli wote tokea mwanzo, ndio maana walikuficha na wakutaka kabisa uolewe kwa sababu wanajua tu siku ukiolewa hawatakuwa na mali tena. Sofia alishangaa sana, alibaki mdomo wazi, alilia sana, alisema kumbe mamangu mzazi alikuwa nyuma ya haya yote. Lakini mwanasheria alimwambia huo ndio ukweli, mamako akataka kabisa kupoteza mali zake pia unakumbuka ile siku ya harusi yako unajua kwa nini yule kijana akutokea? Mchezo mzima uhusika ni kaka yako, pamoja na mama yako walituma watu wakavamia gari la mumeo mtarajiwa kisha akamfungia kwenye chumba na kumtishia kumuua, endapo atataka kukuoa wewe. Hata zile message za kutisha ni wao ndio walikuwa natuma. Walifungia kipindi cha mwezi mzima ndio maana uliangaika sana kumtafuta bila mafanikio. Baada ya hapo mchumba wako akutaka tena mawasiliano na wewe akihofia kupoteza maisha yake. Mamako ni mtu mbaya sana, lazima nikusaidie upate haki yako. Tukirudi hospitali, wakati huo mchumba wake aliendelea kupata nafuu taratibu taratibu. Madaktari walisema ataweza kupona lakini anahitaji muda, ila ndoa si lazima iahirishwe. Inawezekana tu, lakini kama mkikubaliana, mnaweza kufunga ndoa hata akiwa kwenye wheelchair. Basi walikubaliana wakasema ni heri tufunge ndoa kuliko kuahirisha tena. Siku ya ndoa ilifika na ilikuwa rahisi kabisa. Lakini walijitahidi kufika kanisani. Sofia alipendeza sana na bosi wake akiwa kwenye wheelchair. Walifungisha ndoa yao, baadaye wakatoka kuelekea ukumbini. Mama yake wala kaka yake hawakufika kabisa ukumbini wala kanisani. Basi mwanasheria alisimama na alimkabidhi urithi wa mirathi Sofia pamoja na mumewe. Ilikuwa ni magari matano ya kifahari, nyumba nne za gorofa, pamoja na makampuni matano ya ukandarasi. Mama yake, yake pamoja na, na, ya na kaka yake wao walipewa jumla ya asilimia kumi tu ya mali zote. Basi sherehe iliendelea kama kawaida mpaka ilipoisha. Huu ndio mwisho wa simulizi hii. Tafadhali tuandikie maoni yako. Je, ungekuwa wewe ndo Sofia, ungempunguzia mali mama yako angalau apate nusu na wewe nusu, au ungemwachia zile zile asilimia tano za baba? Tafadhali tuandikie maoni yako hapo chini. Usiache kusubscribe, kukomenti na kushare stori hii Mwambie rafiki yako amwambie rafiki yake, laboratori ya stori sasa imenoga. Tukutane tena hapa hapa, channel ni moja tu, laboratori ya story. Bye bye.